Rasmi sasa Roberto Lewandowski anakikosa kiatu cha mfungaji bora katika ligi kuu ya nchini Hispania La Liga Santander baada ya kufunga magoli mawili katika mchezo wa leo ambao uliokutanisha Athletic Club dhidi ya FC Barcelona, FC Barcelona wakifanikiwa kuibuka na no ushindi wa goli tatu kwa sifuri. Roberto Lewandowski amefunga magoli mawili na kubakisha gepu ya magoli manne kumfikia mfungaji bora wa sasa Kylian Mbappe ambaye ana magoli 31. So sasa this game ndo ilikuwa rusty game kwa FC Barcelona na La Liga kwa ujumla. So Roberto Lewandowski dakika za jioni anakikosa kiatu cha mfungaji bora wa ligi kuu nchini Hispania La Liga Santander. Hii mechi pia ni mechi ambayo ilikuwa historical game, unatambua, this week mechi za mwisho zimeweza kutengeneza record ama history ambazo sio rahisi kufutika miongoni mwa mashabiki wa klabu kadhaa. Leo katika huu mchezo Athletic club wameweza kumwaga mchezaji wao mkongwe kweli kweli, Di Marcos ambaye ndiye aliyekuwa team captain wa klabu ya Athletic club Bilbao sasa rasmi. Mbele ya maelfu ya mashabiki wa klabu ya Athletic Bilbao Marcos ameweza kuiaga timu yake ya Athletic club, na ameweza kuvua beji au captain, amemkabidhi Inyaki Williams. Sasa rasmi Inyaki Williams ndiye atakuwa captain namba moja wa klabu ya Athletic Bilbao. E bana, hapa ni supetra ya Dino Television. Kesho kama umemisi matukio ya wiki nzima majira ya saa mbili kamili usiku, utakutana na matukio ya wiki nzima katika ligi mbalimbali mbali duniani, tutakuwekea katika youtube channel yetu ya Dino Television. Utaweza kukutana matukio ya wiki nzima katika football. Ninaitwa Denis Dinominata, endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Joshua Mutale anafanikiwa kuondoka na tuzo ya mchezaji bora mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF Confederation Cup, katika kiwango bora kabisa. Joshua Mutale leo akifanikiwa kufunga goli pekee ambalo Simba Sports Club ameweza kuondoka nalo katika fainali ya leo. Amefanya maajabu mengi sana katika mchezo wa leo, alikuwa hapewi nafasi. Kwa mara ya kwanza leo katika mashindano ya CAF Confederation Cup ameweza kuanza katika kikosi cha kwanza, ajatokea sabu, ameanza katika kikosi cha kwanza kwa mara ya kwanza katika mashindano haya na ameweza kufanya maajabu kwelikweli. Eh, kama niliwahi kumsema vibaya Joshua Mutale sehemu yoyote, naombeni mnisamehe, nisamehewe ndugu zangu, huyu jamaa ana ubonda mwingi sana, let's wait for the next season. Kuna maajabu mengi sana tunaweza kuyashuhudia kwa Joshua Mutale.